E, karibu kwenye Mifa TV, habari za mida. Kama wewe ni Muislamu, salamu aleikum, na kama wewe ni Mkristo Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. E, nikiripoti kutoka hapa nchini Sweden jijini Stockholm, mtangazaji wako ni William AB Sampewi Latan aka Mane Magnet, ni baba sita. Kama wewe ni mgeni hapa kwenye Mifa TV, basi unaweza tu subscribe ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali na mauzo yetu, kipindi tutakuwa tunaziweka hapa YouTube. Pia tunatumia Instagram na TikTok pia tunatumia jina la Mifa TV. So ukienda huko kwenye haya, uh, kwenye mitandao hiyo ya kijamii basi unaweza kwenda kusearch Mifa TV utatupata huko na kuendelea kupata updates za kila siku. Asante sana. Taarifa tuliyonayo siku ya leo ni kuwa mkurugenzi wetu wa Mifa TV aliongozana na watu wengine kwenda kutoa uh, msaada kwa watu wasiojiweza nchini Uganda. uh, alitoa vitu ambavyo utakwenda kuviona mwenyewe hapo na utakwenda kuona ni watu wa aina gani aliweza kuwasaidia, ya yeah. alitoa pia msaada kwa wanafunzi na tutakwenda kuona video zote hizo, tutaona shughuli zote zilikuaje.

tunafanya kazi pamoja na kampuni au eh, organization zingine inaitwa TV Mifa TV kutoka eh, Sweden. Tumepata msaada wao uh, wa hizi eh, mabasen au basin, ambazo eh, tutenda gawia tutenda gawia hizi basin kwa wasiojiweza kwa wasiojiweza ni programu ambayo Mifa TV iko na programu na ya kuendelea kusaidia a kusaidia wasiojiweza, eh, wale ambao wanahitaji mahitaji yetu, na pia tunaomba pia eh, waendelee kuwa na moyo kama huu. Mifa TV ni TV ambayo inapatikana Sweden na imekumbuka eh, wasiojiweza ambao wanaishi katika nchi ya Uganda. So tunashukuru sana eh, Mifa TV kwa support hii na pia tunaomba iendelee na support hii, endelee na support hii kusaidia na watu wengine ambao wanafuata eh, Mifa TV pia waendelee pia kusupport Mifa TV kwa kujigama kwa kuiangalia kazi inayoifanya na hiyo ni kwa ajili ya maendeleo ya watu wote hosi sana wale ambao hawajiwezi. Asante sana kwa shirika Mifa TV. Na pia hapa Mifa TV munaweza mkaipate kupitia eh, Instagram yake Mifa TV, tuko na eh, page Facebook, kuko eh, YouTube na pia kuko TikTok huko. Mifa TV mnaweza mkaipate na unaweza kufuatilia haya yote ambayo Mifa TV inaendelea kufanya nini, inaendelea kutekeleza miradi yake mbalimbali katika makambi mbalimbali za wakimbizi na hasa sana wale wakimbizi ambao hawajiwezi. Na tunashukuru sana na Mungu aendelee kuwabariki asanteni sana eh, okay

Tunasema asante sana kila siku, na dukumbuka dukumbuka na dukumbuka, mbarikiwe na Mungu, awachunge mumafamilia na sisi mbarikiwe. Na Mungu na Mungu aendelea kutuchunga juu tunaishi juu ya Mungu wa mbinguni, kaendelea kuwaombea na Na kitu kingine ni kuwa E, Mwenyezi Mungu anatu anatufundisha kuwa ni heri mkono unaotoa kuliko ule mkono wenye kupokea. So tukiwa na kidogo tunakumbuka kushare na wenzetu, tukiwa na kitu ambacho tunahisi kina kinatutosha basi tunaweza hata tukamgawia mtu mwingine ambaye hana kabisa. Ni yani, taarifa kama hiyo. Kama we ni mgeni kama nilivyokuambia hapo mwanzo, basi unaweza ku comment hapo eh, chini kutupa maoni yako kuhusiana na kazi ambayo tunazidi kukuletea hapa pia usisahau kusubscribe, ni kitu muhimu ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali. Ya tufuatilie Mifa TV, burudani isiyokuwa na malipo hapa Mifa TV, basi unajipatia una dawa ambayo ni kama furaha yako. Asante sana.